Yes, uh, naitwa Clayton Levocatus Chipando, almaarufu kama eh, Baba Levo. Moja kati ya vitu ambavyo nimevifanya kwa upendo wangu kwa mapenzi yangu mimi mwenyewe kwa wananchi wangu wa Kigoma mjini. Nimenunua gari, gari hii hapa. Gari hii nimeinunua kwa sababu ya matumizi yangu mimi binafsi. Matumizi yangu mimi binafsi ya shughuli zangu mbalimbali ambazo nitakuwa nazifanya Kigoma lakini gari hii pia nimewapa fursa wananchi wangu wa Kigoma mjini kuweza kuitumia pale ambapo mtu amefunga ndoa, ameoa au ameolewa. Na gari hii ukiweka mafuta, uh, lita 13 ya elfu uh, kumi na tatu, kama lita nne hivi, yanatosha kabisa kukutoa nyumbani kukupeleka kanisani na kutoa kanisani kukurudisha nyumbani, kisha kukutoa nyumbani kukupeleka a uh, ukumbini kama utaenda ukumbini. Lakini pia kutoka nyumbani kwenda msikitini, ukafunga ndoa, ukimaliza, ukarudi nyumbani, kisha ukarudi kutoka nyumbani ukaenda ukumbini na kukurudisha nyumbani. Mafuta elfu nne yanatosha. Ma, ma, lita nne inatosha mafuta elfu kumi na mbili, kumi na tatu. -10 -10 Sasa wapo watu wameongea baadhi ya vitu ambavyo kiwalisia. Uh, mimi nawaelewa, lakini watabidi wao wanielewe mimi zaidi. Umenelewa vizuri? Gari hili linafunguka. Mama Rubi njoo. Hili gari linafunguka juu. Sorry mke wangu, nakufanyisha kazi ngumu ngumu. Hizi ni kazi za wanaume, lakini sasa wewe usilipigania wananchi we. Eh, shika! Hey, kuna moto, angalia. Hapa panda mke wangu, tufanye kama ndo tu ndo sasa tunafanya sherehe yetu ile. Ehe. Umeona hapa? Hapa. Asifunge mlango. Hapa e, mtu anaweza akaingia kama hivi, uko na mke wako, nasalimia watu na vitu kama hivi. Hii, hii nataka kuwapa nafasi wale ndugu zangu wa madereva wa bodaboda yeah, madereva wa bajaji, madereva watu wa hali ya chini, na wao wafil yale, ambao huwa wanayafilu watu ambao ni matajiri. Lakini hata kama ni mtu ni tajiri, ana nafasi ya kutumia gari hili kwenye harusi yake kwa sababu wote walinipa nafasi ya kuwa kiongozi wao. Gari hili litatumika na mtu atapewa bure kwa ajili ya matumizi ya harusi yake. Cha msingi tutamwekea dereva kwa sababu najua kuna mtu mwingine anaweza kumpa akaenda kaligonga gonga. Lakini dereva atakuwepo ambaye dereva posho yake nitamlipa mimi mwenyewe. Wewe utaweka mafuta ya elfu kumi na tatu yanatosha. Uwe tajiri, uwe maskini, ukioa njoo uchukue gari kwa ajili ya harusi. Nadhani muona jinsi tunavyopendeza na mke wangu hapa. Wa. Muona bana. Haya ndio <totitikimu> mambo ambayo yanaenda Kigoma. Sasa kuna mtu mwingine anasema Babalevo, kwa nini usinunue ambulance unaenda kununua gari ya uh, la kifahari ba, badala kununua ambulance kwa ajili ya kubeba wagonjwa. Naomba nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye hotuba yake, kama ulisikiza vizuri, umeona namna ambavyo ameweka pesa nyingi sana ameelekeza nguvu nyingi sana kwenye afya, kaelekeza nguvu nyingi ikiwa ni pamoja na kuajiri maelfu ya wafanyakazi kwa ajili ya afya, wahudumu wa afya, ikiwa ni madoktari, manesi na watu wengine tofauti tofauti. Nafasi za kazi zimetangazwa katika siku zake mia moja Dokta Samia Suluhu Hassan. Swala la kuleta ambulance Kigoma mjini, kwanza ambulance zipo, lakini kuleta ni kitu cha kawaida kabisa. Tunategemea tutapata ambulance za kutosha kwenye mji wetu wa Kigoma Lakini pia tunategemea kwamba hakuna chochote ambacho kitakwama katika mji wetu wa Kigoma. Moja kati ya kazi kubwa inayofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha tunapata uh, vitu vizuri kwa ajili ya afya. Lakini kuna mtu mwingine anazungumza kuhusiana na swala la kwamba kwa nini Baba Levo usingenunua gari kwa ajili ya kubeba miili Uh, watu wakifa kuwabeba, kuwapeleka uh, kuzika, au kuwatoa hospitali kuwaleta nyumbani, kwamba unanunua gari hili ambalo la sherehe na wakati sherehe watu wa wanapanga wanakaa vikao wanakubaliana kuhusiana na, na sherehe kwa nini unanunua gari hili badala ya kununua gari ambalo lingeweza kuhusika na kubeba miili? Jamani, nimerudia. Naomba niseme tena. Hili ni gari kwa ajili ya matumizi yangu mimi binafsi kwenda sehemu tofauti tofauti, kwenye sherehe bichi wapi wapi, lakini naweza kulitumia pia kwa ajili ya wananchi wangu kuolea. Sasa nikinunua gari kwa ajili ya kubeba uh, miili au uh, mtu wa watu waliofariki wa hivi, nikiingia bichi na gari la, watu walo, la, la kubebea majeneza la kubebea miili, si nitaonekana kama nimechanganyikiwa? <laughs> nitaonekana kama nimechanganyikiwa, lakini nataka nikuhakikishieni. Nataka nikuhakikishieni kila kitu kinaenda kwa hatua kwa sasa. Nataka vijana wangu wa enjoy wakiwa wanatembelea uh, gari hili kwa ajili ya harusi zao, lakini baadaye yatafata hayo mengine pamoja na vitu vingine vya kimaendeleo. Naitwa baba P, baba yake na Levo kutoka hapa uh, Seven Media <laughs> thank you.